Unajua miongoni mwa vitu ambavyo hakuna aliyewahi kuniambia wakati ambapo naanza safari yangu hii ya kutengeneza maudhui katika YouTube ni kuwa YouTube ni ngumu zaidi kuliko vile ambavyo sisi tunafikiria. Sio kwamba hakuna content nzuri au kwamba watu wanakuwa hawapendi video zako, bali ni ile safari ya uvumilivu, kujifunza na kubadilika kila siku. Mwanzoni nilifikiria nikifanya video moja tu nzuri watu wataiona na channel yangu itakuwa kwa haraka sana. Lakini nataka nikuambia ukweli kwa ni tofauti kabisa na hivyo ambavyo ukianza unafikiria. Kuna siku nimekuwa nikiupload video nzuri lakini unakuta views hazipandi, views hakuna kabisa. Na nimekuwa nikijisikia kama nimekosa kitu fulani katika kile ambacho nakifanya, lakini sasa baadaye nikaja kugundua kwa YouTube inapenda consistency zaidi kuliko perfection. Kama utatengeneza video kumi ambazo ni nzuri, basi ni video bora ambazo zitakupeleka mbali kuliko video moja ambayo utazingatia quality sana. Hii ni sehemu ya kuweza kujenga ile trust na ile uaminifu kwa wale wanaokutazama na kufuatilia. Hakuwahi kunambia mtu kuwa YouTube ni safari ya ndani zaidi kuliko nje. Kwa nini? Inamaanisha nini? YouTube ni discipline, uvumilivu na kuamini katika kile ambacho unakifanya, na hii inakusaidia sio tu katika kukua kwa channel yako, lakini pia hata wewe mwenyewe kuweza kukua binafsi kama creator. Sasa, kama unapata shida sana na wewe katika hizi changamoto ambazo unakutana nazo katika kukua kwenye YouTube, ni kwambie, usisubirie kuwa perfect endelea kujifunza endelea kutuma video tengeneza maudhui video zako ndio ushuhuda wa safari yako na kila posti ndogo ambayo utaitoa basi itakupeleka karibu na itakukuza kuliko pale ambapo umeanzia hakikisha unakuwa consistent kama unahitaji unataka andika katika Comment, changamoto ambazo una, unazozipitia labda tukiweza kujadili pamoja tunaweza kukua kwa haraka zaidi, na kuna watu wana mbinu mbalimbali wanaweza ukashare. Kumbuka, hakuna aliyefanikiwa zaidi kama hajazingatia consistency. Jaribu kutengeneza maudhui, usiangalie kwa sasa quality, jaribu kuweka quantity over quality, kama ndio kwanza unaanza jioneshe, fanya consistency fanya kile ambacho unakifanya kila siku, niamini mimi, ipo siku watu watakuzingatia na wataona kile ambacho unakifanya na wataanza kukufuatilia, na utaona mabadiliko kutoka pale ulipoanza hadi hapo ambapo utafikia. So utaweza kutimiza ndoto zako na kule ambapo ulikuwa unatamani kufikia. Views like zisikukatishe tamaa, kama ndio kwanza unaanza. Subscribers watakuja, views zitapanda siku baada ya siku. Amini katika hicho ambacho unakifanya, fanya kwa moyo wote kuwa mvumilivu, jifunze katika hiyo safari yako ambayo unafanya kile ambacho unakifanya, jifunze ndani yake. Ipo siku utakumbuka video hii na utakuja, utaniambia kweli, nimefanikiwa kwa sababu ya consistency. Una maoni yoyote? Like video hii, tuendelee kuwa pamoja, tujajili pamoja, tuendelee kushirikiana, kusapotiana na kukua pamoja. Una channel ya YouTube, share katika linki hapo I mean, katika comment watu waweze kufuatilia channel yako na waweze kukusupport katika kile ambacho unakifanya katika ndoto zako. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Una lolote la kushare na wewe sema comment, ipo kwa ajili yako. YouTube ni community, sio ya mtu mmoja tu, sote tunahitajika kuweza kushare mawazo yetu. So nitafurahi sana kuona mauzui, I mean kuona comment zako, I mean kuona comment zenu hapo chini, sema comment. Asante sana.